Shirika la ndege la kitaifa la Kenya Airways limempa heshima ya kipekee meneja wake wa kituo cha Burundi, Caroline Ndonga kwa kuiweka jina lake kwenye ndege mpya aina ya Boeing 737. Ndonga anasifika si tu kwa uongozi wake imara, bali pia kwa udhabiti, usalama na kujitolea kwake kwa dhati katika kazi. Sasa jina lake linapaa angani kwenye ndege hiyo mpya, ishara ya kutambua mchango wake mkubwa katika mafanikio ya shirika hilo. Katika taarifa kutoka Kikyo, shirika limesema "Mkaribishe Caroline Ndonga, si tu meneja wetu wa kituo cha Burundi, bali ni nguzo, udhabiti, usalama na uongozi usioyumba. Leo jina lake inapaa upande wa ndege yetu mpya aina ya Boeing 737, tukimtunuku mwanamke anayetuimarisha ardhini huku akitusaidia kupaa juu zaidi, maana kuna majina yanayostahili anga. Heshima hii ni sehemu ya juhudi za KQ kutambua na kusherekea ubora ndani ya shirika, hususan miongoni mwa wanawake wanaolijenga kila siku. Pia hatua hii inaendeleza utamaduni wa shirika la KQ wa kuzipa ndege zake majina ya maeneo ya kihistoria au alama za kitaifa kama vile The Great Rift Valley, The Zambian River, Masai Mara, Serengeti Plains, Magical Kenya, The Aberdare Range na Ngorongoro Crater. Huku mashabiki wa anga na wateja waaminifu wa KQ wakiendeleza kuipongeza shirika hilo na Caroline Ndonga, wachambuzi wengi wa sekta ya usafiri wa anga wanasema mikakati kama hii huongeza ukaribu kati ya shirika na wateja wake.